Tusema mahakama imeamua, tulikuwa tumejiandaa, na tulisema mahakama, tulikuwa tumejiandaa kushughulika naye huyo shahidi, tunamfahamu vizuri. Narudia tena, na siku yoyote tumeweka tu akiba, siku yote atakapokuja, kama atamleta basi, tutashughulika naye naye ipasavyo. Tulikuwa tunalilia siku zote kwamba kesi ianze ili ulimwengu wote uweze kufahamu haya mashtaka anashtakiwa nayo Tundu Lisu ni mashtaka kweli au ni kitu kingine? Sasa tunafurahi kwamba angalau safari hiyo ya sisi kuonyesha dunia kwamba kilichoko ni kitu tofauti kabisa an, ime, imeanza. Tunasikitika kwamba tumekatishwa leo katika namna hiyo, lakini tupo tayari, tutakutana tena katika kesi mnamo tarehe moja. Shahidi atakaye kuja tutashirikiana naye kwa ufasaha ili kuonyesha dunia kwamba kwa mtazamo wetu na wateja wetu Antipas Tundulisu Mwai hajafanya au hajatenda makosa yote ambayo anatumiwa nayo na tutaonyesha kwamba kuna mambo mengi mengi mengi mengi mengi ambayo yamepelekea kesi kesi hii, na kulikuwa hakuna sababu yote ya kisheria ya kufungua kesi hii. Kwa hiyo tutakutana tena Mungu akipenda mnamo tarehe moja mwezi wa saba. E, muendelee kuhudhuria kwa sababu tunaamini kwamba tutaonyesha umma e, kama nilivyosema kwamba e, hakuna chochote kile ambacho Tundu Lissu amefanya ambacho kinastahili kuitwa e, mashtaka au kuitwa kesi. Ni hayo tu kwa sasa.